Mimi huwa nawaambia watu, mjibu mtu tu, inawezekana au haiwezekani, ili afanye shughuli nyingine. Hiki kitendo cha mtu ana shida na wewe ujui shida yake, anakuja kwako mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, ujue unafanya hivyo leo. Kuna siku na wewe utakuwa na shida ya namna hiyo, utaenda kwa wengine. Kwa sababu gani? Kile unachowapandia wengine kitakuja kwako. Hivi kuna shida gani kumwambia mtu hili haliwezekani, akafanya shughuli nyingine kuliko kumwambia acha tukaliangalie, tulifanyie mchakato na. Ili mumtishe, mnaweka na Kiingereza, tunataka tuangalie analysis of the impact <laughs> unaweza ukadhani umeongea jambo kubwa na jipya, ni yale yale. Mimi natamani nione, tuna malalamiko ya wateja na wananchi, wanalalamika hapa na pale, hiyo kwenye sekta ndogo ya gesi, sekta ya mafuta, sekta wapewe majibu haraka na majibu yao ya haki tumalize matatizo tuende tukafanye mambo mengine taarifa hii ya leo imetuonyesha ambavyo bado tunayo kazi kubwa ya kufanya na ndio maana nataka niseme ni vizuri sana kuwa na watanzania wanaokuwa na uchungu na watanzania wenzao na yule ameonyesha huo uchungu nataka tu niwaombe wadau wenu muwasikilize kila wakati mwena mikutano ya mara kwa mara wako wengi tapsoa na mambo yao hawa wanao wanaoagiza mafuta wana mambo yao wote hawa, tukae nao wakati wote, tuzungumze. Msiruhusu hata siku moja, mpaka mtu jambo eti akazungumza kwenye mtandao, wakati alikuwa na nafasi ya kukutana nawe na kuyamaliza kabla jambo halijawa baya. Tunafanya kazi nzuri sana na kampuni zote za mafuta hapa nchini, na mimi nashukuru sana, zipo kampuni ambazo walikuwa ni wabishi lakini mkiwa na Mtanzania mle ndani, ah, mambo mnaelewa, na anajua nayeye hali, halisi. Kwa hiyo nawapongeza sana makampuni ya mafuta, na kwa kweli ningeweza kutaja mmoja mmoja. Nataka niwahakikishie kama waziri nayesimamia sekta hii naridhika sana na ushirikiano tunaoipata. Kweli twende wote na nia moja ya kwenda kuwahudumia Watanzania wapate bidhaa ya mafuta kwa bei nafuu na waipate kwa uhakika ili tuwasaidie wengine.